Kuhusu matokeo. kwa upimaji wa darasa la nne ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 2.67 ambapo wanafunzi milioni 1,324,970 sawa na asilimia 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024 ufaulu ulikuwa asilimia 86.24 na mwaka 2023 ufaulu ulikuwa asilimia 83.34 kuhusu ulinganifu wa matokeo kwa jinsi, wasichana waliofaulu ni 73287 sawa na asilimia 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni laki 621683 sawa na asilimia 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kuhusu ufaulu kishule, kati ya shule 20508 na zenye matokeo, jumla ya shule 20364 sawa na asilimia 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya sifuri na 60. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa ee, ukihusisha masomo tisa, masomo matano ya lugha, yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language masomo mawili ya sanaa, jiografia na mazingira sanaa na michezo pamoja na historia ya Tanzania na maadili na masomo mawili ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 92.1 ukipanda kutoka asilimia 84.52 mwaka 2024. Ufaulu wa somo la English language ni asilimia 72.71 ukipanda kutoka asilimia 68.86 mwaka 2024. kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi, jumla ya wanafunzi 6833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza, ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa asilimia 95.73, lugha ya Kiarabu kwa asilimia 80.45, na somo la Chinese language kwa 93.16. Kwa masomo ya science takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni asilimia 87.93 na somo la hisabati ni asilimia 81.44. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la nne, kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa asilimia kumi na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa asilimia kumi ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa asilimia 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa asilimia 54. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni asilimia 83.22 na somo la historia ya Tanzania na maadili ni asilimia 82.99.